Na moja kwa moja tunaanza kwa kulitazama gazeti la Nipashe ukurasa wa kwanza, lina habari inasema, funga kazi, Lowasa, Dr. Magufuli. Hii hapa ni habari ambayo inapatikana katika kurasa za ndani. Magufuli aahidi kupitia upya mishahara ya watumishi. Mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Mapinduzi CCM Dr. John Magufuli ameahidi kupitia upya mishahara ya wafanyakazi wote ili kuweka viwango vizuri vitakavyowawezesha kuishi maisha bora. Alitoa ahadi hiyo jana kwa nyakati tofauti katika mikutano yake ya kampeni kwenye majimbo ya Kibamba, Kibaha mjini, Chalinze na Kibaha vijijini. Habari nyingine nasema Lowasa ni na uhakika wa ushindi asilimia 80. Aliwataka wafuasi wake kumpigia kura kwa wingi ili hata kama baadhi zitaibiwa ashinde tu. Mgombea urais wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Edward Lowasa amesema ana uhakika wa kushinda kwa asilimia 80, na kwamba atakuwa rais wa mabadiliko na sio maneno. Aliyesema hayo jana kwenye mkutano wa kampeni iliyofanyika katika uwanja wa kigoda CCM Handeni mkoani Tanga. Na pia katika ukurasa wa tatu gazeti hili la Nipasho kuna habari nyingine, nasema mahujaji waliokufa mpaka sasa wafikia 27. Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa imesema mahujaji wengine wawili wamebainika kufa katika tukio la kukanyagana lililotokea katika mji mtakatifu wa Maka nchini Saudi Arabia na kufanya idadi ya mahujaji wa Tanzania waliokufa katika tukio hilo sasa kufika 27. Na na pia habari nyingine nasema albino avamiwa kwa mapanga anyofolewa sikio Mlemavu wa ngozi albino Muhamedi Kidamba, mwenye umri wa miaka 36, mkazi wa wilaya Mkuranga, amelazwa hospitali ya wilaya Mkuranga mkwani kwani baada ya kujeruhiwa vibaya kwa mapanga na watu wasiojulikana kamanda wa polisi mkoa Pwani kwani Jafari Ibrahim amethibitisha kutokea kwa tukio hilo ambalo lilitokea juzi saa tano na nusu usiku baada ya watu wanne wasiojulikana kuvamia chumba cha Kindamba na kumshambulia kwa kitu chenye ncha kali kisha kuondoka na kipande cha sikio na kutokomea kusipojulikana. Ni katika gazeti la Nipashe. Gazeti la Habari Leo, habari kubwa nasema, CCM kufunga kampeni mikoa saba, JK Magufuli kunguruma Mwanza, Mkapa mbea mwenye Mtwara leo Jangwani, kutangazwa na vituo vitano vya TV radio sitini na saba watarajia ushindi kwa asilimia 69. Habari hii uh, inapatikana katika kurasa za ndani za gazeti hili la Bandeo. Lakini katika ukurasa wa kwanza pia hapa kuna habari nyingine nasema, swali la ufisadi lamtesa Lowasa katika kurasa za ndani za gazeti hili pia kuna habari inasema, Poland yatoa mabilioni kumpaisha kupaisha kilimo nchini. Serikali ya Poland imepo wenye thamani ya shilingi bilioni 220 kwa Tanzania utakaoinua kilimo nchini, ambao sehemu ya fedha itatumika kujenga kiwanda cha trekta na nyingine kujenga magala ya chakula nchini. Mkataba wa makubaliano ulisainiwa jana Dar es Salaam kati ya kampuni ya Poland pamoja na jeshi la kujenga taifa JKT kupitia shirika lake la SUMA JKT. TIB uh, kuipiga Jeki Tanesco. TIB kuipiga Jeki Tanesco ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti la Habari Leo. Habari hii inasema Benki ya maendeleo TIB imesaini makubaliano na shirika la umeme TANESCO kwa ajili ya kuanza mradi wa ujenzi wa miundombinu ya usafirishaji wa umeme kutoka Somanga Kilwa hadi Kinyerezi, Dar es Salaam. Makubaliano hayo, ambayo ni mkopo wa dola za Marekani milioni 140 takriban shilingi milioni 3, ni kwa ajili ya mradi huo unaotarajiwa kuanza mwakani na utatekelezwa kwa miaka miwili waahidi kuendesha kesi za uchaguzi kwa kasi, ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, ambapo inasema msajili mkuu wa mahakama ya Tanzania Katarina Revokati na msajili wa mahakama ya rufaa John Kayoza wameahidi kuwa na kasi katika uendeshaji wa kesi zitakazojitokeza baada ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika kesho kutwa Jumapili, nchi nzima. Vyama tisa vyapendekeza viti maalumu vyama tisa tu ndivyo vimewasilisha e, orodha ya wanawake wanaopendekezwa kuwa wabunge wa ma, na madiwani wa viti maalum mm -hmm. ndani ya siku thelathini kabla siku ya uchaguzi. Kauli hiyo ilitolewa juzi na ofisa uchaguzi kutoka tume ya taifa ya uchaguzi wakati wa mkutano wa tume hiyo na viongozi wa vyama vya siasa mkoani Dodoma. Ni katika gazeti la habari leo. Gazeti la Mtanzania fikra kinifu kurasa wa kwanza lina habari linasema, Magufuli Loasa wajaa matumaini. Magufuli asema yeye ndiye mshindi, Loasa atamba kupata ushindi mnono. Uamuzi kukaa mita 200 kutolewa leo. Jopo la majaji watatu wa mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam leo watatoa uamuzi wa mvutano mkali kuhusu kukaa mita 200 kutoka kituo e, cha kupigia kura. Katika kurasa za ndani za gazeti hili habari uh, hii inasema mwenyekiti wa jopo hilo seketi hiyo alisema hayo jana akiwa pamoja na majaji wenzake Aloysius